Hapo chini John wetu hayupo. Mnamjua John hapa? Tuna faru anaitwa John, wahifadhi mnamjua huyu yupo hapo? Sasa hizi yuko yuko hapo nyewe nyewe. Mmemtoa hapa siku ya tarehe saba mwezi wa kumi na mbili mwaka elfu mbili na kumi na tano tena mmepewa shilingi milioni mia moja kata milioni mia mbili ambazo mtaka kupewa. Mmempeleka VIP Grunet Serengeti, mnasema anataka kufanya cross breeding, kumbe ulikuwa kumuuza kwa milioni mia mbili na mkahofu, wakati na namsubiri Bwana Manonge atoke ili mje kutamka kwamba huyo mdudu kule amekufa hapo msituni tumemzika, na wahusika mnawajua na mjasema na wajamrudisha Serikali itavumilia <tiple> hatuwezi, hatuwezi. Wote walioshiriki mnawajua, niambieni, John yuko wapi? John mmempeleka wapi? na ifamuuwaaanafahamu taratibu zote za kumhamisha zilifuatwa. Sisi ni watendaji tu tuliopewa maelekezo na maagizo na tuliyafuata vizuri. Swali la kwamba wapa tulivona milioni mia mbili ni uongo, na ni uongo mtupu. Namwambia Waziri Mkuu ni uongo, uongo mtupu. Ngoja ngoja. Kwanza niambie John yuko wapi? Mna barua ya maombi. Nisiko, nisiko, nisiko, nisiko. Nasema hivi, nikitoka hapa nipate utaratibu na wote, vinginevyo nawafukuza tukitoka hapa wote pale ofisini, mnaniambia John yuko wapi na mnamrudisha John hapa. Tunaposema tunataka uadilifu mahali pa kazi, hiyo ni muhimu sana na hatutamsamehe mtu. Imetolewa na ofisi ya Waziri Mkuu.